Mkoloni anayeitwa dhambi alishashindwa na alishafukuzwa kabisa, ayupo katika katika dunia hii. Kinachotutesa sasa hivi ni kivuli chake. Moja ni kutolea mfano kabla sijaelezea hii mada. Unakumbuka wana wa Israeli baada ya kukombolewa kutoka katika utumwa nchi ya Misri walipoanza safari ya jangwani, japo walikuwa uhuru, lakini kile kivuli cha utumwa kilikuwa kinawasumbua. Walikuwa wanaishi jangwani, wakikumbuka maisha ya utumwa, walivyokuwa wanakula nyama, na kwa sababu hiyo walishindwa kumanifesti maisha ambayo Mungu alikuwa amewaandalia au ile nchi ya ahadi Mungu ambayo alikuwa amewaandalia ilisababisha watu wawili tu waliotoka Misri kufika nchi ya ahadi vilevile. Nikichukulia vile, mfano wa nchi za Afrika, kabla ya ukoloni walikuwa na mfumo wao wa maisha, lakini baada ya ukoloni kutawala, baada ya ile Bereni Conference, ah, wakoloni walikuja na tamaduni zao, walikuja na mfumo wao wa maisha, ukaja ukabadilisha mfumo wa, wa maisha wa nchi za Afrika na tulipopambana tukawafukuza wakoloni wakaondoka tukawa huru lakini kivuli chao ambacho kim, kina, ambacho kimefunuka kwa njia ya mfumo wa maisha kwa njia ya tamaduni kwa njia ya mavazi kwa njia ya lugha na kwa njia ya chakula uliendelea kutawala japo wenyewe waliondoka sasa kuna kitu ambacho wanataka hapa ukipate kilichowakwamisha wana wa Israeli kuingia nchi ya haji ni ile kuendelea kuishi hali ya utumwa na kusahau asili yao. Na pia ukiangalia kwa makini katika nchi ambazo zilitawaliwa katika dunia hii na zikapata uhuru, ukiangalia nchi nyingi za Afrika bado zinaangaika na kimaendeleo, bado zinaangaika kimaendeleo kwa sababu zilikuwa affected sana au kivuli cha wakoloni kilishika kwa kiwango kikubwa sana. Lakini ukiangalia nchi kama China na India, ambao wao walijaribu baada ya kupata uhuru, walirudi kwenye asili yao. Waliporudi kwenye asili yao, wamepata maendeleo makubwa kuliko nchi ambazo hazikurudi kwenye asili yao. Ndi kitu gani nataka kuongea hapa? Baada ya Yesu kuja kutukomboa sisi kutoka katika utumwa wa dhambi, baada ya Yesu kuja kumshinda huyu mkoloni aliyekuwa anaitwa dhambi, ambayo ilitutawala, alituweka huru. Huyu mkoloni dhambi akakawa ametoka kabisa, lakini kivuli chake bado kipo sasa Kwa kuwepo kivuli chake hatuwezi kusema kuwa huyu mkoloni bado yupo. Tatizo linakuja kwa watu ambao wanaendelea kuishi kwenye hicho kivuli, lakini wa ingawa wamesha wamesha kombolewa. Tatizo linakuja. Kwa hiyo nitaka kuongea kitu gani? Kuwa injili lengo lake kubwa ukiangalia ni kuja kukitoa hiki kivuli, ili watoto wa Mungu warudi kwenye asili yao ya hu asili ambayo hawana dhambi, asili ya kutenda haki. Unaona, sasa wale ambao watakataa na kuendelea kushikilia tamaduni ya dhambi, lifestyle ya dhambi, lugha ya dhambi, hawezi kuwa na ufalme wa Mungu.